Sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu katoliki la mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Ee Mungu Baba Mwenyezi, uliye mpaji wa mema yote, tumekusanyika hapa kukutolea shukrani zetu na pia kukuwekea maombi yetu kwa ajili ya usitawi na usalama wa taifa lako. Ee Bwana, Ee Mungu mwenyezi, tunamwombea Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Judi Tadeusi Raichi, Askofu Msaidizi Henry Mchamungu, maaskofu wote mapadri mashemasi ambao umewaita kulijenga kanisa lako uwatie nguvu ya roho wako mtakatifu ili waifanye kazi ya kulijenga kanisa kadiri ya mapenzi yako e bwana e mungu mwenyezi Tunakuomba ulibariki taifa letu la Tanzania, uwaangazie watawala wetu mioyo yenye upendo, utashi na dhamira ya kulinda uhai wa binadamu, ili katika kutenda hayo waweze kudumisha haki, amani, umoja, mshikamano katika taifa letu la Tanzania. Ee Bwana. Ee Mungu Mwenyezi, tunakuomba uyapokee na kuyabariki mavuno yetu tunayokuletea leo. Maana vyote tulivyo navyo vimetoka kwako. Kazi tunazozifanya, biashara zetu, fedha, mifugo, mazao ya shamba na hata afya zetu. Tunakuomba uwabariki waamini wote walio kutolea shukrani hii ya leo. E Bwana, Ee Mungu Mwenyezi, tunakuomba katika kipindi hiki cha uchaguzi wa viongozi wa halmashauri ya walei ngazi mbalimbali mbali katika jimbo kuu la Dar es Salaam, utujalie kupata viongozi waadilifu wenye hofu ya Mungu, uchaji, hekima na busara za kutuongoza vema katika njia yetu ya matumaini hapa duniani. E Bwana, E hey, Mungu Mwenyezi, katika mwezi huu wa kuombea marehemu wetu tunawaweka mikononi mwako waamini marehemu wote uliowaita kwako, na kwa namna ya pekee tunaweka mikononi mwako marehemu wa Tanzania wenzetu waliouawa katika vurugu za uchaguzi mkuu Oktoba 2025, tunakuomba uwasamehe makosa yao na uwapokee katika ufalme wako mbinguni. Ee Bwana Mungu makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize kwa wema sala zetu, kwa mastaili ya Kristo Bwana wetu.